Tuko hapa leo kuwajulisha uh, mahabari za leo ambazo zimepitikana. Na tuko hapa juu kuwapatia kila siku habari nzito, habari ya ukweli. Uh, TV yetu hapo kwa ukweli kwa juu yenu kabisa. Tunawashukuru sana wale wote ambao wako wanatusupoti kwa kukomante na kwa ku eh, kwa kutupigia wanaeme pa, vraiment tunashukuru sana mzidi, tunaendelea hivi. Uh, bila kukawia tunaingia ku habari zetu za leo, za siku ya leo tumepata habari nyingi. Uh, ila tuta tulipatia moya kwa moya kwa gisi shida ya leo inaendelea. <coughs> Kama vile mnajua kila mtu na mainformation ziko nyingi, lakini za mingi ndio za ndio za ukweli, sababu ningeona wana propaganda maki mjuka kama mabari za mingi zinaenda. Bila kukawia, baleto ya kwanza ya leo tunawadilisha kama tunasema rasmi, Kongo imeganyia vita. Najua tu ndio imeganyia vita kiaje? Kongo tayari imeganyia ime vita. Uh, mu diplomasi tayari imeganyia vita na mnjia ya, ya kupigana tayari, Kongo imeganyia vita. Kongo inawakiana na vita moja ambayo inangene sumbua kwa sasa ni vita ya media gia mediatika. Wapenda wasikilizaji wangu, uh, tukapo kwa mfano wetu ya kweli kama tunamwambia kama imesha ganyia vita paske tuko na ile ya vitu ni kwa ndeka. Uh, tuna ujumbe ambayo imetoka na rasmi, jana imetoka na ambassadris wa Rwanda Muetatsuni, wakati alikuwa mkikao cha huko etatsuni pamoja na wahusika wa etatsuni wa, wa si, wa, wa uh, ilivyofika kwa hii swala ambayo ya kuhusu Congo, bali mswali akamuuliza ndio, akasema ofishno, alikubali kama Rwanda ina pour na M23 officiellement. Donc, hayo katana vitu vya kusema tunasingizia tuna, tuna, tuna Rwanda ama tunawashitaki Rwanda kwa sababu eti wanapiganisha Kongo. Hapana, kwa sasa hii iko officiel. Uh, ambasit Kristo wako ye peke alivisema na yu media mingi zilivisema, na sasa hii njoo iko laini kuma kuna ku kuh exact kuna ndiko ile maneno kabisa kwa sasa hii, unajua kama ambao wanapiganisha Kongo ni Wanyarwanda. Tuambia kila siku mumebia kama tunajua kama M23 ni Rwanda, lakini walikuwa bado hawajajiweka rasmi. Tukikumbuka tena mwamei zilipia tuambia kama Kagame alisema kama shida sio M23, shida sio Tshisekedi si, ila shida yeye anapigana ili akamate ardhi zake ambayo Wabelgi wamepatia Kongo, donc si tukivuna na no Kivu. Ndio yamesema kama anapigania hili afanye nini ili azirudishe azikoe tena Rwanda. Sasa jibu kwa ambao tunajiuliza, sasa kwa nini? M23 siko na nia ya kupigana, na nia si kama inapigana juu ya Watusi ambao wanaishi Kongo hapo apo tayari inalenga Wanyamulenge. So tutafika kwa hiyo pointi inayohusu Wanyamulenge. Ndugu zangu kwa hiyo pointi ya kudemistique tu tu ulize kwa tuulizane ulizane, hapa ni media tulizane hii, kwa nini Rwanda imekubali rasmi kama ayo wanashirikiana na M23 kwa kupigana Kongo ili hao wajilinde? Sasa kivipi, wakati M23 ni waasi ambao wanatesa watu Kongo, wanaua watu Kongo, na wanajua mzuri kama hao ndio wanafanya vita, lakini hao wanasema kama wanashirikiana nao ili kwa kujikinga, pour dire que hao ndio wana fosse M23. Na usi ilikubali kama iko na basoda maki mkongo mbeje bana toka Rwanda bana pigana na Kongo. Ilikubali officiellement, donc hapa kwa sasa hii hatuna mengi ya kupigana. Tunajua ba du yetu ni nani. Adu yetu yeye mwenyewe ameshajitoa, ameshajisema. Sasa sijue baada ya kumwambia vile wamedanganyika wa kwa kuingia M23 watatimama wapi ili watuambie nini kwa kusema eti au ni wakongomani wenyewe wanapigana kwa haki na mkongomani sababu wanasema wanalenga kama wanasema Tshisekedi

Donc beaucoup va dans push M23, banapatia Basoda, banapatia Masasi, mamiluse mamini juu, <coughs> baganye fasi yenye wako banataka baganye. Donc Rwanda officiellement inapiganisha n'a tujanisha Congo ku beso yako binafsi, sio eti wa ECM 2020 wa Kongo mani, hapana hapana. bamesitisha kabisa abo wenyewe biko officiel kuma makonte zote za jamii zangu mpela mkatafuta iyo mfo iko reel na watu wengi wana wanajua

E, ndani ya mataifa kama ao wanafanya vitu vibaya, japo ni waongo. Kama hiyo walitoka Uvira wakaenda na wale wa wanyamlenge ambao wenye walienda nao kaanyula, wanyamlenge wenyewe wamesisitiza kama ile ni uongo, ni uongo na wapigane, kwa sababu yao wanapigana kwa manafaa yao binafsi, sababu tukikumbuka tena, wanyamlenge kila siku wanasemaga kama Rwanda inapigana na Congo sio eti inakuja wabomboa wa hapana, inapigana na Congo ili iibe Congo ipie na ikamate, wenyewe wanataka besiyo kuwapiganisha kwa eti yao juu waganya wanyamurenge. Okay, anyway, tukiingia kuponza wanyamurenge, wananyamurenge wao wamefanya ma interview, tumeona wana notable kumata TV za Kinshasa wanasema sheo vraiment. Kwa hiyo kitu kile kitu ambacho kimefanyia ya kutoa mu mwenye murenge uvira mpaka kamanyola shi bila atubijue ni bale bale wenye walikuwa na shirikiana na M23, bale bale wenye walitamba wakati M23 ilingia Kongo, wakati yo ilikamata Uvira, ndo wenye wali wasindikiza ndo kibaluka watu yao so M23 tumikisha le politiki ilikamata ile parti mwa ya watu yao paski wenye murenge wanasema kama ile parti yenye balikamata ikainda nao ni, wa, ni watu wa M23 na wanasijere kama walikuwa wanatumika na M23 besio wanyamulengi a generale

ni konsiderasio kubwa ambayo kongwe anawapatia na, na sio kuwanyanyasa ama kuwafanya aje, sababu wakati hiyo mtu apigana anasema kama anapigania juu au eti wananyanyasika eti nini, ma video zimefanyika nini, wanatafisha video huku na huku, ni uongo utupu, ni uongo mtupu kabisa. Wamesema hao <coughs> vitio maneno hawako, ni watu ambao wamekuwa wametumika nao tangu zamani, njoo wenyewe wamekubali kuenda nao, lakini bado wamebakia Uvira, ni ni wengi

kabila nyingi sana za za huko este wakasema, mbona hawana majenero hao? Lakini wana wanaishi tu na wanapenda tu inchi. Sasa kwa nini mko mnasema eti sisi ambao tuko na majui jenero wote, eti walitupatia juu tu? Uwe ni video ambao yenyewe mesambazwa na iko live, wenye alikuwa anafanya interview ni interview ni iko international at least hapa, ili tukitia hapa tuka, tuka tunaharibu TV yetu, so tunadamu mako mabara ambayo tunaweza kukaona, lakini hatuwezi least tukasitia ili tusi tusiharibu TV kulingana na sheria za YouTube. Ndio hivyo, ama amedeclare bidii ile o officiellement. So, tuko na nyingine habari yetu yenyewe mbadi tuna <coughs> tuna kazia na tunaongelea. Wakati ambao tulibambia kama M23 kwa sasa wanavurugu ndani yao, donc guerre interne. Niko na guerre froide mule wa vupea wa M23. Uh, kwa kwa habari ambazo zinasikilika zina na tuko na uhakika nazo zimedai kama wamemgombola Corneille Nangaa atake koordinate, wametia Moize, wametia Moize Nyarugabo, selo information zenye se ziko real kama Corneille Nangaa mebadilishwa. Sasa kwa sasa hatujua, kwa kongomani wenye uko mu M23 watakabata tena muda kujipigia kifua, eti wanapigana kwa ajili ya mkongomani. Tunasema wa kongomani wote wenye uko mu M23, tunajua kama mwemefisha fanya kitu ambacho kinaita kina uasi

Uh, kwa sababu mwongozi mwanaongozi wa nchi anachama kama makabila mabitu gani, eti unapigania haki ya ya, ya binadamu wakati mwenye na chefu wenyewe anasema yeye anapigana ili akamate ardhi ambayo wa wabeleji walipatia ya Kongo airudishe kwake. Yesu kwa kweli, munona hivi vitu kweli vina make sense. How it make sense? How it make sense kabisa, sio vitu ambavyo wenyewe binasema eti ndiza vikafaa kwa mkongomani.

Twendelee kushikamana sana, hasa hasa wakongomani. Tunatia moyo kwa wakongomani wote, wenye wako pale wote, wenye uko mkongo wote, wenye iko nje ya Kongo, twendelee kushikamana kabisa, ili tupiganie hii Kongo. Hii Kongo njo yetu, tukiipoteza ile udongo, hakuna kwengine kwenye tuta, tutapata uh. Na tunaomba wale wote wenye wako wanaendelea kutumika nm, bakuwe vigila, bakuwe vigila, paske bientot tutatriofe na verite, tutaisha kuwa wazi tayari. Msiendelea kujisukisha na population kesho kesho yake mko wa barefishia mwinchi za watu wakati mlikuwa na nchi yenu ambao nyewe nyewe mmetaka mpane kwa mikono yenu na kwa akili zenu binafsi hili tamaa zenu zote pekee zitawaponza. Sasa ndugu wapenzi uh, tunawakumbusha tena kama hii ni BMBC TV uh, TV ambayo inawapatia habari za ukweli ambayo inawatafutia ma, ma news ambayo zisikomo bwat. Vraiment tunashukuru sana kwa watu ambao wanaendelea kutusutenir